E, mzee wa sila, mzee wa sila, mzee mzee, acha kutupanda kichwani e, kutoa ujumbe huu ambao unasema kwamba kuliziana ni lazima, eti kwamba kuliziana lazima tuliziane, kwamba yeyote ambaye utakataa kuliziana, basi wewe sio mtu mzuri e, kwenye taifa hili kwetu sisi na kwenye taifa hili, nyie ndio sio watu wazuri, maana nyie ndio umetangulia kutuua, umetangulia kuua ndugu zetu, kuteka ndugu zetu, mpaka leo hawapo. Nyie ndio sio watu wazuri, mmekalia viti vya damu, mmekalia viti hivyo kwa kuua ndugu zetu Mli kwenye uchaguzi mlipita kwa namna ya kuteka watu, kwa kuwa watu. Nyiye ndo mlianza kuharibu amani ya nchi. Mzee, acha kutupanda kichwani. Tuna uchungu wa ndugu zetu mliowapoteza, mliowaua ili leo mkalie viti ambavyo mmevikalia leo. Mnakuja kulazimisha maridhiano, tukubaliane kwenye nini? Kama ni amani ya nchi meiondoa nyie kama ni amani ya nchi mmeiondoa nyewe, kwa sababu ya tamaa zenu, kwa sababu ya ulafi wenu, kwa sababu ya uchu wa madaraka wenu. Mmekalia viti vya damu, mmekalia viti vya laana. Maelfu ya watanzania mmewaua ili kwamba mlinde amani ya viti ambavyo leo mmevikalia, alafu tunakuta kutu utuambia kama tuliziane, lazima tuliziane. Wewe ambaye utakataa kuliziana, basi utawekwa gerezani, utafungwa, utatekwa, utauawa. Mfahamu ya kwamba mtakapomaliza kuwaua watu, kuwapoteza watu ambao watakuwa wanawakemea zidi ya uovu wenu, zidi ya roho mbaya yenu, mfahamu mnafuata nyiye. Hata muwaue watu vipi, hata mwafunge watu magerezani miaka hamsini miaka mia eiha pengine hata mimi nifunge kwa namna yoyote lakini mfahamu baada ya kuwatesa hao watu baada ya kuwanyamazisha watu wema ambao watakuwa wanapiga kelele wakiwaonya dhidi ya roho mbaya na uuaji wenu mfahamu mnafata nyiye Mfahamu mnafanya mmekataa kuonywa, mlikataa mme kuonywa. Mfano pole, pole aliongea kwa namna mbalimbali mbali, aliongea akiita maridhiano kwa hali ya mfumo wa uchaguzi mlivyokuwa mmeweka, lakini mlikataa. Sasa mambo yamefika hapa, mnataka mtuladhimishe kwamba tuliziane wakati nyinyi ameshatangulia kuua ndugu zetu. Sasa jiulize kwamba huu uhai wa watu mlio waua mtaurudisha? Yaani hata kama kitokea tumekubali kuliziana, ndugu zetu mmeshawaua. Sasa mmeshapoteza maelfu ya watu, je, uhai mlio upoteza mtaurudisha? Achani kutopana kichwani. Nyie si mnakula pesa za laana, kuleni! Mmekalia viti hivyo, kaeni hapo. E, kuleni sana hizo pesa, hiyo mishahara e, ya damu na ya laana hiyo e, kuleni shibeni sana damu za watu hizo, keki mnazokata hizo siku kwenye happy birthday, kuleni sana damu za Watanganyika wanyonge, ambazo mmezimwaga ili leo muite waheshimiwa, waheshimiwa mlio jaa damu za watu, mlio jaa laana, mna vitambi vya laana, mna vitambi vya damu za watu, mmeshiba damu za watu. Kuleni malizano na nani kwenye nini? Hapana bwana, acheni kutupanda vichwani, msizidi kutuchefua sisi. Sio machawa wote, sio machawa wote, tutawapinga kwa nguvu zote. Eh, nyie ndio mliharibu mambo, nyie ndio mliondoa amani ya nchi, mmechafua amani ya nchi ni nyie wenyewe, alafu natuambia tu kuulizana ni lazima, lazima na nani na miuaji imenyoka kama nyie nazeweka vibaya wazee wengine, kwa kweli watu, msiona huruma, msiona moyo wa utu, mmetanguliza vitu mali, madaraka mbele kuliko uhai wa watu. E, yani mnaona mnaona sawa tu, kana, kana, kana kwamba watu ni sisimizi, ni kunguni, ni chawa, ni mbwa mahali fulani. Alafu natuambia tuliziane kwenye nini? kama maliziano yangekuwa yana maana kwenu mngekubali maliziano kabla hata kuingia kwenye uchaguzi ambayo sisi wananchi tuliita maliziano, tulilia kwa namna mbalimbali mngekubali mbali. Kule polepole mtu wenu aliongea kwa namna mbalimbali, mzee wangu mbarikiwa aliongea kwa namna mbalimbali kwamba hapana, njoni tuzungumze, njia isiwe ni hiyo, njia ya kuingia kwenye, kwenye uchaguzi isiwe ni hiyo ya kuwa watu kuteka watu mlikataa. Sasa leo mambo meharibu na mnaona kwamba wananchi hawawaelewi, basi mnatumia ubabe badala pia kutumia lugha nzuri ama kutubu kama tulikosea, mnazidi kutumia ubabe kuwatiisha watu kwamba yoyote ambayo tatakuwa anaongea, yoyote ambayo atazidi kukataa malizano, basi tutamfunga. Hapana cheni bwana kutuchezea. Kile mliowaua sio wanyama, sio mbwa, sio tunguni, ni watu. Meua ndugu zetu, tunalia mpaka sasa. Meua dogo zetu, tunalia mpaka sasa. Nyie wakwenu wako salama. Nyie nyo kwa hino wanasomea shule za nje kule. Wanashiba na kula vizuri kabisa. Tena ni, ni kodi za wananchi hizi. Watanganyika hawa mmewaua, nye mko salama. Lakini mjue ni laana hiyo. Ni laana tu. Yani, mnashiba damu. Mnashiba vya kula vya laana, natembelea magari hawa. Mwisho siku mjue, heta kujua wafunje funje, funje miguu yenyewe na mfahamu, isi damu ambazo umezimwaga Zitawaliria milele. Naambia kwenye wengine mtakuwa vichaa kabisa. Mtakuwa vichaa na kwa mnatembea mnaongea peke yenu, na, na, na wengine mtakuwa hamlali, na wengine mpaka sasa kuna wengine hamlali usiku na weweseka tu. Damu za watu ndizo zimwaga, damu za watu. Enyi makaini mlioua watu akina wa, Yuda, wasaliti wa kwanza ni nyie, mlioharibu bali ya nchi. Nyie wazee, msiona hekima, msiona busara, wazee wenye tamaa, wenye njaa, msiona utu. Tulizane na nani kwenye lipi? Yani uhai wa watu mnauchukulia simple hivi simple, yani madaraka cheo kina thamani kuliko uhai wa watu akili zetu acheni kabisa, acheni. Yani hiyo njia mliingia mli, mli mli kichwa kichwa bila kupiga hesabu. Kwa sasa subirini malipo ya uovu huu mlioufanya, ambao ni damu zenu pia zimwagwe katika Hesabu 35, 33, pale kwamba hakuna sadaka inayoweza kutosha kuiondoa unajisi wa damu iliyomwagika isipokuwa ni damu aliyemwaga Mungu alimwambia Kaini alimadam umemwaga damu ya ndugu yako, basi damu ya mtu uliyeimwaga hiyo inanilia kutoka alizimu. Na mwisho wa siku Kaini alilipwa sawasawa na ule uovu aliyoufanya. Hakuna mradi, hakuna chochote ambacho mnasema tuwaingie tu, tu, tu wananchi kwa, kwa mradi fulani tuwadanganyishie tu mradi fulani. Hakuna chochote kinachoweza kututuliza mioyo kwa sababu ya uhai mlio uondoa, ili muitwe, muitwe viongozi ili mkalia viti. Hakuna, hakuna mzee wasila hata kucheza na akili zetu mzee. Eh, nyie mmeamua kula pesa za lana hizo, kuleni tu, kuleni. Yani kama ni maliziano, hatuwezi kuliziana kwa wakati kama huu ambao maelfu ya ndugu yetu mewaua. Hatuwezi kuwapa nafasi hiyo hata siku moja, sio machawa wote. Hatuwezi never forever. Nyie subirini malipo ya uovu wenu mliofanya, huo achanishia hapo.